Na alafu nikakuwa na kikundi changu za CBO kwa kujitolea. Tukajitolea mpaka saa hii tunaona inawezi kakuja sasa tukaanza kuingia na nao ndani. Naona miti inaendelea vizuri. So, kwa the shade ambayo unaona unasimamia siku moja, jiulize wewe kama mwananchi, siku gani unasimama kwa mti ambao umepanda wewe mwenyewe, unachukua shade na una shade. Sasa hiyo maswali watu wanaonanga wa, wa, wa, wa maswali kama haya. Sasa so, na pande wetu hapo wamekaa kwa shade. Na mimi nafurahia kuwaona ni mi miti nilipanda. So hata kila mtu akijipia responsibility kila mahali hako kitu kama inasakuwa mzuri sana hmm. So sasa ndio hizi miti sasa, the first president had launched sasa tuende kwa sbates.